wa matembezi ya hiari ya amani MHA mwaka 2025. Niseme kwa hakika JMAT imefanya jambo kubwa sana katika mwaka huu, ni ubunifu wa kipekee na kwa kifupi tunaweza kusema hili ni tukio la kihistoria kwa sababu kupata idadi ya watu 300 wanaotembea umbali mrefu kutoka Dar es Salaam kwa miguu mpaka Dodoma kilomita mia nne hamsini na mbili si jambo dogo, wala si jambo la kawaida, ndio maana napenda kuita jambo la kihistoria. Lakini swali ni kwa nini watu wanatembea, na kwa nini watu wapoteze muda wote wa siku ishirini kutembea katika matembezi haya? Ni kwa sababu tuna ujumbe mzito ambao tunataka kusisitiza kwa ajili ya nchi yetu. Ujumbe mzito na mkubwa namba moja ni kuhusu amani. Tunataka matembezi haya yatumike kama hamasa ya kushiriki shughuli zote za mwaka wa uchaguzi mkuu, yaani kujiandikisha, kushiriki kampeni na kupiga kura. Kisha kushiriki haya yote kwa amani na utulivu. Lakini sambamba na hilo, tunatembea ili kuweza kuelimisha jamii na hasa vijana ambao ni zaidi ya nusu ya Watanzania wote kwamba amani ni jambo la muhimu na lazima wajifunze kwa ajili ya Tanzania ya amani, kwa ajili ya kuendelea kuidumisha amani ya nchi yetu. Vijana wajifunze mbinu za kutumia katika kulinda na kudumisha amani ya nchi yetu. Sasa, pengine kwa ajili ya uelewa zaidi unaweza ukajiuliza matembezi hayo yanaanza lini? Matembezi yataanza tarehe 19 mwezi wa sita mwaka elfu mbili ishirini na tano. Tutaanza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Tunatarajia mgeni rasmi kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Huseini Ali Mwinyi, na pia tunatarajia matembezi haya yafungwe Dodoma, yafungwe tarehe, tarehe tisa mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwamba watembeaji wao wametembea kwa siku ishirini na ziada zaidi. Ambayo watu wanaweza akapenda kujua ni kwamba zaidi ya amani na mkazo huo msisitizo huo mkubwa wa amani, jambo gani jingine ambalo tunategemea tu kulibeba katika matembezi? Matembezi tunataka kubeba Uh, ujumbe wa ziada tunataka kutangaza fursa za uchumi na uwekezaji katika njia hiyo yote itakayohusisha mikoa minne, yaani mkoa wa Dar es Salaam, Pwani, Morogoro na Dodoma. Tunataka pia kutangaza fursa za utalii, vivutio vya utalii Tanzania katika njia hiyo, na kwa kufanya hili tunatambua tutakuwa tunaunga mkono Royal Tour, tukio kubwa ambalo amelifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan lililokuza fursa na maendeleo ya utalii Tanzania zaidi ya mara mbili kwa vile ilivyokuwa awali. Lakini zaidi ya hilo, tuna mambo mengine ya muhimu. Tunataka uh, kuweza kuendelea kuelimisha jamii kuhusu na kuhamasisha jamii kuhusu kulipa kodi kwa hiari na kwa amani tunataka kuwajengea watu utamaduni kwamba kodi ni kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tutengeneze utamaduni wa kuto kupenda kukwepa kodi, na tuone unapotoa kodi unafarijika kwamba unasaidia wengi, hata usio waona. Lakini zaidi ya kodi, nafikiri matembezi haya yaende katika vituo humo njiani. Tutafundisha uh, kuhusu elimu ya fedha na uwekezaji. Tunatarajia maafisa kutoka BOT watusaidie sana katika eneo hili. Jamii inahitaji kujua fursa za fedha na uwekezaji. Na zaidi tutaweza kushuhudia kutoka kwa wananchi wanufaika miradi ya maendeleo iliyofanywa na serikali ya awamu ya sita. Washuhudie wamepata miradi gani? Maendeleo gani ambayo yameletwa na serikali hii? Ili iweze kuwasaidia, lakini pia wanaweza wakatoa hata baadhi ya mapendekezo ya miradi ambayo inaweza ikafanyika kwa ajili ya kuendelea kukuza maendeleo ya taifa letu. Na haya mambo mengi ambayo nayaelezea hapa yatafanywa katika maeneo muhimu. Maeneo hayo yanaitwa vituo vya kupumzika. Watembeaji kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, kutakuwa na vituo ishirini humjiani ambavyo wale watembeaji watapumzika watalala hapo, na kisha siku ya pili wataendelea na matembezi. Na katika vituo hivyo, baadhi ya vituo vimechaguliwa vituo vinne, ambavyo ni kituo cha Vigwaza, Morogoro mjini, kituo cha Wami Dakawa na kituo cha Mbande. Hivyo vituo yata, itafanyika kongamano au tuseme utafanyika mkutano wa hadhara, tutawaalika wadau wengi wa amani Tanzania kutoka maeneo hayo ili waje kusikiliza elimu pamoja matangazo mbalimbali, mbali na hamasa ya kutosha kutoka kwa wataalamu na wazoefu wa mambo mbalimbali mbali kutoka katika taasisi na idara mbalimbali za Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania pamoja na, na taasisi na idara za serikali. Aidha tunatarajia katika matembezi hayo tuweze kuwa na mikutano au makongamano ya ndani ya kumbi katika kumbi na madarasa mbalimbali katika hivyo vituo. Tutakuwa na mikutano nane huko nako, tutaweza kualika wadau mbalimbali, wananchi ili waweze kunufaika na manufaa zaidi ya elimu mbalimbali tunazotoa. Lakini pia tutakuwa na dawati maalum kwa ajili ya kusajili migogoro mbalimbali katika maeneo haya tutasajili tutakayoweza kutatua, tutaweza kutatua, ambayo hatutaiweza tutaweza kuwa tumeisajili na mawasiliano yote ili tutakaporudi ofisini baada ya matembezi tuanze kus, kusuluhisha migogoro mbalimbali. tunaamini migogoro ni sehemu ya maisha, daima migogoro haiwezi kuisha katika jamii. Lakini Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, kama inavyoitwa yenyewe, kwanza ni amani. Kazi yetu kubwa sisi ni amani, lakini maridhiano pia. Maridhiano yanapatikana kwa kutatua migogoro. Kwa kutokuwa na migogoro. Kwa hiyo tukisajili migogoro tunaamini tutakuwa na nafasi nzuri, fursa nzuri ya kuweza kuitatua, hivyo tutapenda kutatua migogoro na tunaamini hiyo, tutakuwa tunaunga mkono fursa au tuseme falsafa ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya 4R ambayo inazungumzia maridhiano, reconciliation na tukiendelea zaidi, tutapenda kuona namna gani matembezi haya yanagusa yanagusa utunzaji wa mazingira. Mazingira ndiyo maisha yetu, mazingira yakiharibika, mazingira yakitoweka, hakuna maisha ya mwanadamu. Hivyo katika njia hiyo tutaweza kuhamasisha uh, utamaduni wa kutumia njia au nishati safi na salama ya kupikia ili watu wajue wanaweza katumia gesi, wanaweza katumia umeme na nishati nyingine salama na safi ambazo haziharibu mazingira. Na taratibu taratibu kuanza kupunguza matumizi ya mkaa, kupunguza matumizi ya kuni, ambayo yamepoteza yame maelfu ya hekari za miti na kuharibu mazingira kwa miaka mingi. Na tukiendelea tutaona fursa nyingine za muhimu ni kwamba tutapita katika kipindi cha Sabasaba. Tutatumia fursa hiyo kuhamasisha uh, maonesho ya biashara kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara ambayo inafanyika Sabasaba kila mwaka. Tutahamasisha wadau mbalimbali kujitokeza kule kushiriki katika viwanda na biashara. Tujue viwanda na biashara vinakuza uchumi na uchumi unapoimarika ndivyo amani nayo inazidi kuimarika zaidi, na hatimaye baada ya kuwa tumekamilisha matembezi, tutafanya shughuli kubwa pale Dodoma, mapokezi makubwa. Tunatarajia kuwa na zaidi ya watu elfu nne watakaopokea matembezi hayo. Wao mashujaa wote wataweza kulakiwa na viongozi wa serikali, viongozi wa asasi za kiraia, viongozi mbalimbali mbali wa dini, watalakiwa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center ili waweze kushuhudia kwamba amani wameipa kipaumbele na wao wametoa kama sadaka, kuona msisitizo wa amani kuendelea kuwepo katika nchi yetu ni mkubwa. Na tunatambua kwamba ni kweli kama taifa tunaweza tukapitia katika nyakati nyingi. Nyakati mojawapo ambazo huwa zinakuwa ngumu au nzito kwa watu tunaoshughulika na amani ni nyakati za uchaguzi mkuu. Lakini tunasema hata ikitokea mivutano mbalimbali mbali katika nyakati za uchaguzi mkuu mwisho wa siku tunatarajia zi, mivutano hiyo mwisho wa siku ituletee viongozi watakaoongoza nchi yetu, lakini amani yetu ikiwa salama bila kuguswa kabisa. Aidha, katika matembezi haya tunatarajia kutangaza fursa mbalimbali za uchukuzi, usafiri pamoja na mawasiliano kwa ambavyo ni vitu muhimu kwa ajili ya uwekezaji na vile vile tunatarajia kuelimisha jamii na hasa vijana, mbinu mbalimbali wanazoweza kuzitumia kujiajiri na kuweza kutumia fursa zilizopo, na hasa zile fursa zinazotolewa na serikali kupata mitaji kujiajiri, na hivyo kupunguza ombwe la vijana wengi kutokuwa na ajira